Tuwe na utaalamu wa kuwapeleka watoto wapimwe hata damu ili kubaini kama wana selimundu au hapana. Ni bora kuwapima mapema wangali wadogo ili kuweza kuwasaidia kukua vyema huku wakiwa wanachukua tahadhari zote dhidi ya selimundu, kuliko mtoto akiwa amezidiwa kabisa ndio unajua la kumba na selimundu. Kwa hili, wataalamu wa afya niwaagizeni, endeleeni kutoa elimu hata watoto au wazazi wanaokuja kliniki, endeleeni kuwapima ili kuona kama kweli wana ugonjwa wa selimundu. Na pale wanaobainika kuwa na ugonjwa wa selimundu, hatua za matibabu zianze mara moja ili kunusuru watu wetu. Na wakati mwingine watu wanakwenda tu kwa mazoea. Ni vizuri pia hii elimu ikawa ni kubwa kwa jamii. Jamii ijue ugonjwa wa selimundu kwamba kwa kwa ni ugonjwa sio kwamba wa kuambukizwa, ni ugonjwa ambao unarithiwa, na kama unarithiwa, hakuna mtu atakaye kunyenyapaa kwa sababu hukupenda. Ingekuwa kama ni magonjwa haya yanaoasha na ngono, unasema ulipenda, lakini huu ugonjwa ni wa kuzaliwa nao. Ni vyema wataalamu wa afya kuendelea kutoa elimu hii. Ndugu wananchi, Serikali ya awamu ya sita chini ya mwamba wetu kiongozi mashuhuri Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea kutekeleza sera ya afya ya mwaka 2007 kwa kuimarisha huduma dhidi ya magonjwa yasiyoambukizwa ikiwemo ugonjwa huu wa selimundu. Kwa kweli huduma zimeboreshwa sana kupitia upatikanaji wa vipimo vya mapema, dawa za hydro sea imeendelea kutolewa PNV na folic acid katika ngazi zote za wilaya pamoja na ngazi za rufaa. Serikali pia imeongeza mashine za kubadilisha damu na vifaa vya apheresis, hatua kubwa katika kutibu wagonjwa wenye tatizo la selimundu, hasa napoona Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan analeta vifaa hivi, maana yake tatizo lipo kubwa. Sisi wataalamu wa afya tusaidie jamii hii kuelimisha, tusaidie jamii hii kwa ajili ya matibabu, tusaidie jamii hii kuona hata kabla ya kwenda kujamiana kupata watoto, ni vizuri pia kupima vinasaba vya selimundu. Inawezekana wengi wakawa wajui kama ni vitu ambavyo ni vya kurithi. Maana yake nini? Ni genetic makeup imekaa. Kwa hiyo kama mtu ana vinasaba hivyo, ni vizuri kutoa ushauri mapema kabla ya kupata watoto, ili kama kuna posibiliti ya mtu kupunguza uwezekano wa kupata mtoto mwenye selimundu, ni vyema likafanyika mapema. Kauli ya mwaka huu ya masuala ya selimundu inasema hatua madhubuti za kitaifa kwa matokeo chana ya kijamii kuwezesha jamii kutambua, kuzuia na kukabiliana na eh, sikoseli. Hii inatukumbusha kuwa kila mtoto anayezaliwa na sikoseli ana haki ya kuishi maisha bora yenye matumaini na ufanisi, iwapo tutawapatia huduma stahiki za afya, elimu sahihi kwa familia na kupambana na unyanyapaa unaowakumba. Mheshimiwa mgeni rasmi, sina shaka umeona ushahidi wa wazazi, umeona ushahidi kutoka kwa uh, mfaidika wa huduma jinsi alivyosema hapa, na mfaidika wa huduma amesema kabla hajaanza kutumia huduma hizi za Selimundu hali yake ilikuwa mbaya, lakini pale ambapo alipoanza kuzitumia huduma hususani kutoka katika hospitali yetu hii ya Amana na hapa Amana, ambayo inawakilisha hospitali zingine nchini zinazotoa huduma hizi, mambo yake yamekuwa poa na sote tulimuona yuko poa kabisa. Inatoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi katika fani mbalimbali na ni moja ya hospitali ambayo ina kliniki maalum kwa ajili ya wagonjwa kwenye matatizo ya sikoseli au selimundu, kliniki ambayo imekuwepo kwa zaidi ya miaka 17 na tunatoa huduma zote, na daktari bingwa wa magonjwa ya mfumo wa damu ndio Dkt. Jamila, wengi mnamfahamu, madaktari wa watoto na madaktari wengine bingwa katika sekta mbalimbali, ambao kwa pamoja tukifanya kwa pamoja, tunaweza kuhudumia watoto na watu wote wenye matatizo ya sikoseli na matatizo mengine yote Watu wakiona au wakisikia kuhusiana na sikoseli, wasogee ili wapate kuolewa, kwa sababu watu wengi hawana ufahamu kuhusiana na sikoseli kabisa. Na sikoseli ni ugonjwa wa kurithi, so laana, so ugonjwa wa majini, so wa kichawi, ni lazima upate kutoka kote, pande zote, kwa baba na na mama. Mama kama baba hana na mama hana, uwezi kupata. Lakini mara nyingi wababa sana, wa wababa wamekuwa wakilaumu sana wamama, mama awe la, nayo ndo anapatikana mwathirika wa sikoseli, kama sisi na nipende tu kufahamisha jamii wasi wakimpata mtu mwenye sikoseli, au mtu mwenye sikoseli, au kumwona mtoto mtoto mwenye mzazi mwenye mzazi amepata mtoto mwenye sikoseli wala sijikatia tamaa. Sisi ni kama tu jamii nyingine, ni kama watu wengine. Kama wanavyoniona najiita ni pande la mtu, sija duma, sijaweweseka na na mtoto na maisha yanaendelea. Tunafanya kila kitu, tunasoma. Kuna mawaziri, kuna madaktari kuna kila mtu anaweza kupatikana ndani yetu. Kwa hiyo mtu asione kama ni laana imepatikana ndani ya familia yake.